Bosi akaingia akawa anamwangalia beki tatu anavyoendelea kujitingisha, akamsogelea mpaka karibu, akamuuliza kwa nini hujanitengea chakula. Oboro akashtuka na kudondosha kanga chini na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Bosi akaangalia kitumbua kisha maeneo ya kifuani. Muvi inaanza, beki tatu anamkatia matunda bosi wake Prince. Mara akaliona tango, akasema mama, akalichukua akaliangalia, kisha akalirusha juu na kulidaka. Bosi wake akamwangalia, akalichukua akaliingiza mdomoni na kulitoa, kisha akamwangalia bosi wake na kulipigapiga na kumwambia, bosi, ujue ile ni kubwa sana, na kumwambia, ngoja niliingize Mdomoni tena, huku ukiniangalia kama litapita. Akalingiza tango mdomoni na kulitoa, akamwambia bosi wake, uwezi amini, limeingia limeingia lote. Bosi wake akamuuliza, Oboro uko sawa? Akamjibu, niko sawa bosi, kama nilivyosema, ujue hili ni kubwa sana, alafu kaa unalipaka mafuta juu chini, juu chini, kitu fulani hivi kama kilichokuwa katikati ya miguu yako. Nikiambiwa nichague, lazima nitalichagua hili. Beki tatu akanyanyuka na tango na kumwambia, ebu ngoja nikupime. Wewe ni chize? Hapana bosi, nataka nilinganishe tu, hebu tulia basi nikupime. Wewe wewe, hivi umechanganyikiwa? Ni vitu gani unavyoongea? Beki Tatu akamwambia basi bosi, nisamee kama nimekuuza. akamwambia hebu rudisha hayo matunda. Jamani bosi, mbona sijamaliza kukata. Nimesema ondoa wa uchafu wako Oboro. Ikabidi yanyanyuke tu na kuondoka zake. Asubuhi Beki Tatu Oboro akawa anafanya mazoezi sebuleni, akiwa amepiga magoti, mikono imegusa sakafu, akawa anaenda mbele nyuma, mbele nyuma. Bosi wake akawa anashuka kwenye ngazi, alipomwona akamwangalia kwanza anavyofanya mazoezi. Oboro akawa anaendelea kufanya mazoezi, huku akitoa migono mm, mm. Bosi wake akamwita Uboro, beki tatu akanyanyuka, akamuuliza unafanya nini? Akamwambia ok bos, nilikuwa naangalia televisheni nikaona anafundisha jinsi ya kufanya mazoezi ya viungo kama hivi, ni mazoezi ya yoga. Akamuuliza yoga, ndiyo unakuwa unajibinua kama hivi huku unajitingisha tingisha? Bosi wake akamwambia unafikiri unaweza kunitega? Akamwambia sina nia ya kutega, nilikuwa nafanya mazoezi tu. Bosi akamwambia kumbuka umekuja hapa kama mfanyakazi wa ndani na huo ndio uhalisia, hivyo baki njia kuu. Nimekuelewa bosi, mi ngoja niendelee na mazoezi. Akamwambia rudi chumbani kwako. Ikabini aondoke tu baadaye, akakutana na Beki Tatu mwenzie waliotoka wote kijijini ambaye anaitwa Obei, rafiki yake akamwambia, unavaje nguo hivi? Maziwa yanaonekana melala kabisa, yanatakiwa vimbe, unaongezea vijiwe kidogo, chuchu zionekane zimesimama. Hebu jiangalia, umebarikiwa makalio makubwa, unatakiwa uvae suruali zinazobana au taiti, ukitembea yanalia pap pa, rafiki pa, pa, pa, pa. yake akamsisitiza, hakikisha raundi hii unahakikisha atoki akiwa jikoni. Oboro akawa anaimba if you do me I do you Step on the dance floor, huku akiyatingisha makalio huku akiwa amevaa kanga moja tu. Bosi akaingia akawa anamwangalia beki tatu anavyoendelea kujitingisha, akamsogelea mpaka karibu, akamuuliza kwa nini hujanitengea chakula. Oboro wakashtuka na kudondosha kanga chini na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Bosi akaangalia kitumbua kisha maeneo ya kifuani. Beki tatu akajiangalia, mbona jashtuka? Bosi akawa anamsogelea taratibu, alipomkaribia akainama na kuiokota kanga, akamtazama na kumwambia, hebu funika uchafu wako na usurudie tena upuuzi, na kuondoka zake. Beki tatu anashangaa aamini kama mwamba tamzalilisha hivi, akawa analia, mambo gani haya, kashaona kitumbua changu afu hataki ukikila. Kweli hii ni aibu. Upande wa pili, rafiki yake Obei akamfuata bosi wake na kumwambia anahitaji tuzungumze. Bosi akamuuliza kwani kuna tatizo? Akamwambia hakuna, ila nimekaa chumbani mwenyewe, chumba kina baridi sana. Akamuuliza kwani ukuzima TV? Akamwambia sikuzima mpaka mwili wangu utapokuwa tayari, kwa hiyo nikaona nikufate, huenda ukanisaidia, maana unaweza kuupa joto mwili wangu. Mzee akasogea kidogo, akamwambia uko sawa? Akamjibu niko sawa ni homoni tu ndo zinanisumbua. Chochote unachotaka nitakupatia, iwe mbele au nyuma, usijali nitakupa. Akamwambia nisikilize, hebu toka mbele yangu. Jamani bosi, hebu acha ya makaratasi, koja nikwambie kitu, ukinigusa wala sitalia mnyomyomnyomnyo na kumpiga kipara mzee mzee. Akanyanyuka, una maana gani? Akamtolea ulimi kuonyesha anataka. Jamani dadi, hebu kuwa mpole, nipatie na mimi mi, nitakuenda wewe, uwezi amini. Mi nataka nikupe utamu, nikupe utamu, lazima utalia. Huwa napenda mwanaume wangu akiwa wa analia. Mzee akamwambia hebu niache huku, na kumwambia hebu ndoka zako, ina maana hujanipenda. Obei akainama na kumwambia hebu ingiza kidogo. Mzee akawaka na kumtimwa na kujiuliza, huyu mfanyakazi gani, mbona mpumbavu? Obei alipokuwa jikoni akawa anajiuliza, huyu mzee inakuwaja nanikataa, ina maana mii sio mzuri? Asubuhi Obora akamwandalia bosi wake pilau na nyama ya kuku, akamkuta amelala chumbani kwake. Akawa anafurahi na kumsogelea kitandani kwake, kisha akaanza kumchezea ndevu zake na kumshtua, we bosi, bosi. Akaamka akamsalimia good morning bosi, nimekuandalia kula kitamu, takipenda. Ebu nikusogelee. Bosi akampushi huko, Bora akaanguka chini na sani yake na kuumia mkono akawa analia. Bosi akanyanyuka na kumwacha chumbani. Baadaye akamwita na kumpa pole na kuamua kumpa huduma ya kwanza kwa kumfunga bandage. Huku kwa rafiki yake Obei, mzee anamkaribisha mwanaye na, na kumwambia karibu nyumbani tena mwanangu. Obei akaja ya kwa ngwembwe kibao. Obei akawa na mshangaa rage jinsi anavyodundika. Mzee akamwambia young lady, ebu nenda jikoni na ututengeneze chakula karibu saa ya warabu warabu. Obei akafurahi sana kusalimiwa kimarekani ya Akamjibu naye na kumkumbatia baba yake na kumbusi kipala. mwa mwa Mzie akamwambia unaweza kuingia ndani na kupiga maji sasa. okay, I like that. Let me give my cap, na kuingia ndani. Huku kwa Obora, bosi anaharisha akawa anapiga kelele kwa maana mzigo unauma kuutoa. Obora akaja mlangoni na kumuliza bosi, vipi kuna tatizo? Akamwambia hakuna tatizo, niache kwanza. Obora akasogeza sikio akasikia pie, akatamani kucheka kaziba mdomo. Akamuliza tena una hakika uko sawa? Akamwambia niko sawa bwana. Kama uko sawa mbona nasikia, mm, ah what happened? Bosi ya kumjibu chochote akawa anaugulia tu mm, ah. Akagonga tena na hakika uhitaji msaada wangu. Ikabidi Oboro aondoke zake. Baada ya kuoga Rei akasikia mlango unagongwa, akamwambia ingia. Alipofungua mlango, kumbe alikuwa Obei. Obei akamwambia Oga hello, Oga wangu. We mrefu, that's me. Obei akacheka kidogo na kumwambia nai, sijamaliza kazi. Nimekuja kukuuliza kama kuna kazi yoyote ungetaka nikufanyie. Rei akafikiria, akasema sina. Obei akamwambia subiri kwanza, jamani. Oga namanisha chochote unachotaka Rei. Akamwangalia, sema chochote. Obei akamshika ndevu na kumwambia nakupenda. Mwenzio mwamba akang'ata kidole na kumuuliza chochote. Ndio chochote. Akamshika mkono na kumvutia ndani na kufunga mlango. Alipogeuka akawa anafungua vifungo, umesema chochote? Ndio. Mwamba akamalizia vifungo na kusema aaah, na kumlukia kitandani. Asubuhi obe anatandika kitanda, rey akafungua mlango huku akiwa amebeba chakula, obe akamsalimia good morning, akamjibu good morning my love, je, umelala vizuri? Ndio maana jana ulimaliza kabisa. Akamsogelea na kumwambia nimekuletea breakfast. Obei akafurahi, akaona amependwa. Show moja tu, upendo wote huu. Kweli umepika kwa ajili yako. Akamwambia ebu kaa kwenye kiti. Obei akawa na furaha sana, maana mambo hayo ndio alikuwa anayataka. Rei akambusu mkono na kumwambia ngoja sasa nikufungulie chakula ule. Akamuuliza mbona akinukii? Akamwambia usijali, utakipenda. Akachukua uma na kumkabidhi Obei, yeye akawa anafunua chakula jinsi kinavyonukia, utadhani bathashel o. Oh, jamani bebi, ebu onja chakula. Obei akashangaa. Akamwambia ebu ngoja nikusaidie. Obei akashika kichwa, akajua tayari kashaingia kwenye mtumbi wa kibu. Bwengo akachukua jiwe kwenye uma na kumwambia fungua mdomo nikulishe bebi. Obei akajifana na kichefuchefu na kunyanyuka na kwenda kutapika. Rei akamwambia jamani bebi, chakula kinapoa, ngoja nikifunike, nitakusubiri bebi. Huko oboro anafagia, bosi wake anatoka anamwambia nimekwambia upumzike, usifanye usafi mpaka utapokuwa sawa. Oboro anamwambia sijazoea, kisha akamuuliza kwani kimetokea nini? Mbona sura yako imekuwa ndogo kama piritoni? Akamwambia fanya yanayokuhusu, mara uwalo ukataka kutoka. Oboro akamwangalia na kumuuliza nini te bosi? Ikabidi arudi ndani tena yasije ya akadondoka, ikawa aibu. Oboro akawa anacheka na kumwambia, wewe umeniaibisha, ona mungu anavyokuaibisha, malipo ni hapa hapa duniani, na kuendelea kucheka huko. Bei baada ya Rei kuondoka, akawa anajiuliza mbona sielewi, ina maana jani nilala na chizi? Inawezekanaje hii? Au ananijaribu ananiletea uchizi? Ujue mimi ni chizi zaidi yake, ngoja tuone mchezo unavyokwenda. Mara Rei akamwita, baby, njoo njoo sebuleni, nimekuja na marafiki zangu wanataka kukuona. Ah, okay, ngoja nikajisaidia, nipe dakika moja tu baby. Fanya haraka Sawa sawabebiobei akafurahi sana. mambo yangu yamemchanganya mpaka anataka kunitambulisha kwa marafiki zake, ngoja nikawaone na kunyanyuka. Alipotoka sebreni, hakumwona mtu. Alipotazama kwenye kochi, akashangaa kuna midoli. Kumbe Rei kajifisha nyuma ya kochi. Alipogeuka ndipo akamwona, akatoka kwenye kochi na kuja kujirusha karibu na midoli na kuchekacheka na kumwambia, mylau obei akawa elewi. Kutana na marafiki zangu kutoka Amerika, ngoja nikutambulishe. Huyu anaitwa Tina, huyu anaitwa Glory na huyu wa mwisho mwenye fupi. Obei akawaka ujinga gani unaniletea yani? mimi akunitamsha midoli, no, bebi hao ni marafiki zangu, oja nikutambulishe tena, huyu anaitwa Tina, huyu anaitwa Glori na huyu wa mwisho. Akacheka kidogo, akawa naonaianaita sero. Obei akaona upuuzi lei, akamfokea wasalimia marafiki zangu. Akawasalimia helo helo, wataje kwa majina, Glori, Tina, Stephen. Akawambia Midoli, huyu ni mpenzi wangu. Akamfata Obei na kumkumbatia. Obei kapatikana mwaka huu, wakawa wanaangalia katuni. O bebi, hebu angalia Ujue inachekesha sana, bila kujua kama kamkaba mwenzake. Hebu angalia, hebu angalia nini anataka kufanya jamani. Obea akamwambia nataka kwenda sokoni. Real bebi, hebu subiri show ishe kwanza. Obea akachoka leo, akatoa pipi na kumwambia bebi, nyanyuka tucheze, akaanza kumchezesha ndoriro lira ndoriro lira ndoriro lira dlilil no, no, no, no. Obei akachoka hoi, kisha akamkumbatia bila kujua anamkaba mwenzie. Huku kwa uboro bosi wake akawa anakunywa pombe tu, na hii baada ya kuonyeshwa mpenzi wake na rafiki yake ambaye alimdanganya amekufa miaka miwili iliyopita, kumbe sio kweli. Oboro alipomwona bosi wake analia, akawa anaogopa na, na kumuuliza nini kinakuuliza bosi. Bosi akawa anakunywa pombe tu, oboro ikabidi ya mnyang'anya na kuiweka pembeni. Akamwambia bosi, usilie uje ukilia utanifanya na mimi nilie. Akaichukua pombe na kumuuliza kwani hii ndio inakufanya ulie? Na yeye akanywa ah! Bosi, mbona inaunguza? Oboyo naye naye kaza kulia ii Jamani, jamani, yani kitu ndio inakufanya ulie na kumkumbatia huko? Analia huko, Obei kakumbatiwa mpaka anasinzia. Rei akawa anampiga mabusu tu, akamkuta Rei anaendelea kumpiga mabusu, akamuuliza kitu gani kinaendelea hapa. Rei akamwambia baba, nataka kumuoa haraka iwezekanavyo, kwa sababu marafiki zangu kutoka Marekani, Tina na wenzake, wamesema watagharamia harusi. Mzee akaona mwanaye kashaingia na uchizi. Obei analia, hataki kuolewa na chizi. Rei akamwambia alafu baba, nataka kumpatia mimba haraka iwezekanavyo. Mzee akamwambia hebu mwachie bei. Alipopata upenyo akakimbia ndani. Re akakasirika sana, akachukua mito na kuwaaga rafiki zake akinatina na kumbeba baba yake juu juu. Baadaye mzee wake akamwita dokta na watu wa kumkamata akamwambia mkamateni, msijali anachosema. Baada ya kumkamata, mzee akamwambia dokta, uliniambia kwa sasa yuko vizuri na uwezi kurudi tena rihabu, ona sasa akashakuwa chizi. Dokta akamwambia hata mimi sielewi. Je, yeah, akulala na mwanamke kweli? Mzee akamwambia hajalala na mwanamke yoyote toka alipofika, hajatoka nje kabisa. Dokta akamuliza tena, unawakika ajafanya mapenzi huyu? Ndipo mzee zee Obei hatakuwa kamlambisha kitumbua. Akaenda kugonga mlango kwa Obei. Obei akawa anagoma kufungua na kusema, mi sitaki kukutana na huyo chizi. Mzee akamwambia, vijana, vunjeni mlango. Baada ya kutolewa, Obei akawa anasema, ni kweli nilimlambisha asali na sikutegemea asali yangu tamu kiasi hichi, mpaka kikafanya kijana wako kuwa chizi. Ila mi nashukuru kwa kila kitu, naomba tu niingie ndani nichukue vitu vyangu na niondoke. Mzee akawambia, we mwanamke, ni mpumbavu sana. Mwanangu alishapona kabisa, amerudi. Umemharibu tena kwa upuzi wako. Akawa anajitetea, akamwambia, nyamaza huko Akamweza dokta, sasa tunafanyeje? Dokta akamwambia haina jinsi, inabidi aanze dozi upya. Mzee akashangaa yani, miaka mitatu tena? Siwezi kusubiri miaka mitatu yote hiyo, angalia nishakuwa mzee, nahitaji niwe na mjukuu na huyu ndio kijana wangu apekee. Obei akashangaa, Rei akampiga busu la mbali. Mzee akamwambia dokta, nina pesa nyingi kwenye benki, fanya lolote ili apone. Rei akasema dadi, nataka nimuoe. Akamwambia hebu nyamaza uko, nataka umuoe nani, wechizi? Mzee akamwambia mwanaye, maombi yako yamepokelewa, utamuoa. Obei akachanganyikiwa, akanyanyuka na kutembea huku na huku, aamini kama kufunga ndoa na chizi. Mzee akamwambia utaolewa na mwanangu, kama ulikubali kufanya mapenzi naye, ina maana ulikubali kuolewa naye. Akawambia hebu mfungueni na wapelekeni kwenye chumba chao, wakijiandaa na ndoa. Rey akamshukuru baba yake na kumbusu kipara na kuelekea chumbani alipo mchumba wake, Obei. Usiku bosi wake Oboro akawa na kunywa pombe tu. Oboro akagonga mlango na kumuuliza bosi, uko sawa? Akamwambia niko sawa. Oboro akamwambia sija kuona muda mrefu, ndo maana nimekuja kujua usalama wako. Bosi akamzumu akaona kuna kitu anakitaka Oboro. Oboro akamwambia basi ngoja niondoe oke okay. Bosi akamwambia njoo, akashangaa umesema njoo? Oboro akaangalia nyuma labda kuna mtu mwingine anaitwa na kugundua alikuwa yeye na kumsogelea, akamwambia njoo ukaye hapa. Oboro akawa kama anaogopa ogopa. Alipokaa akamshika mkono na kumwambia asante kwa ulichonifanyia. Oboro akafurahi akamwambia usijali kwa sababu mimi nipo hapa kukuhudumia. Mwamba akapiga fundo moja la pombe na kumshika bega na kumwambia sogea karibu. Aliposogea karibu akamshika tena maeneo ya bega na kumuuliza unaweza kuvua ili shati Asema Mwamba akatoa mkono na kuuteremsha kwenye mapaja na kumuuliza ndani ya sketi umevaa nini? Akamwambia nimevaa sketi tu, leo nimesawa kuvaa chupi. Mwamba akafunua shuka na kumwambia ingia ndani. Ni kweli bosi unataka nizame ndani? Oboro wakazama ndani na kujifunika ili apate alichokuwa na kitaka. Asubuhi Mwamba akawa anajiandaa kwenda kazini kisha akamwamsha Oboro, ebu amka. Oboro akawa anaendelea kulala. Mwamba akamwamsha amka, utengeneze chai. Oboro akawa anajiumauma tu. Akamwambia unaona aibu ya nini unajificha? Mbona mwanzo haukuwa hivi Nakumwambia amka huko. Akamwambia namkaje na, na, na wewe bado uko humu. Akamwambia usinitania, nimekwambia amka. Kesho yake mzee akamwita dalali wa wahudumu wa ndani nyumbani kwake. Dalali akamuuliza karibu tena ubei? Mzee akamwambia ndiyo. Dalali akachoka. Mzee akamwambia mwanangu, ambaye ana historia kutumia madawa ya kulevya, tumejaribu kumtibia kwa miaka mingi. Akapona, akakaa kama mwaka mmoja Marekani. Dokta wake akamwambia anaweza kurudi nyumbani, akawa chini ya daktari hapa nchini. Daktari wake hapa nchini akaniambia anatakiwa awe chini ya uangalizi na asifanye mapenzi kwa muda ili akili yake ikawe sawa. Dalali akaitikia, lakini msichana wako akamlagai na kufanya naye mapenzi. O oh, Mungu wangu, na hiyo ni baada ya kushindwa kunilagai mimi. Dalali akachoka kabisa, na tatizo kubwa hapa amemfanya mwanangu arudi katika hali yake ya utaira. Dalali akamwambia samani sana mzee. Mzee akamwambia sababu ya kukuita hapa ni kukupa taarifa ili usifikirie binti yako tumemteka, kisha akamwambia nahitaji mjukuu na sihitaji mpaka mwanangu atapokuwa sawa. Tangu msichana wako alivyo seksi, naye nimeamua kumfungisha ndoa. Dalali akashangaa akamwambia usishangae, natarajia ndoa kufungwa wiki hii. Dalali akashangaa, mzee akanyanyuka, akamuuliza je, naweza nikamuona? Akamwambia samani huwezi kumuona, we nenda, nitakutumia mwaliko wa harusi na kumtakia siku njema. Akiwa jikoni, Oboro akawa anawaza tu, bosi akaja akakuta chakula kinaungua, akazima jiko na kumwambia kwa hiyo unataka kuunguza jiko langu? Ndipo Oboro akashtuka, Mwamba akawaka sana, Obora akamwambia nilikuwa mbali kimawazo. Kumbe ulikuwa mbali eh? Ayanenda chumbani kwako na uchukue vitu vyako na uondoke. Jamani, kwani nimefanya nini mimi mbona unanidhalau hivyo wakati jana mimi na wewe tumeburudika vya kutosha, alafu unanifanyia hivyo? Utadhani mimi sio binadamu. Hivyo ndivyo ulivyotaka, ulinibinulia makalio, ulinivulia nguo, na mimi nimekupa ulichokuwa unataka. Sikiliza, mwanamke kama wewe lazima atumiwe na kuachwa. Una lolote, si chochote, umeshindwa kunyoa hata kwa bibi. Mwamba akaondoka zake, Obolo akawa analia na kujutia alivyojizalilisha, maana ametoa kitumbua na kaonekana si lolote si chochote. Obolo akarudi kwa dalali wake na kumwambia nahitaji kurudi kijijini. Maisha mjini ya mjini amenishinda. Lakini pia akamwomba atafute njia ya kumtoa rafiki yake Obei ili asolewe na Taira. Dalali akamwambia kaa kwanza kwenye sofa na kumwambia tutatafuta njia ya kumtoa, maana polisi hawezi kusaidia, chifu ni mtu mkubwa sana, ila nitakwambia njia ya kufanya ili atoke. Bosi Prince aliporudi nyumbani hakumkuta Oboro. Akakumbuka maneno aliyokuwa anamwambia Oboro mara ya mwisho, akaona kama akamkosea Oboro na akakumbuka wakati alipokuwa anataka kuondoka kazini, kitandani aliona damu na kugundua kumbe yeye ndiyo alikuwa wa mwanaume wake wa kwanza, wakati yeye anaona kama anaingiza mashine kwenye kikopo cha Blue Band. Mlembo alikuwa analia, yeye akahisi kama anamwektia, akawa ajui afanye nini. Huku kwa mzee mlinzi anaimba wimbo wake mpya, Obole wakaja na kujikwaa, huku akitikisa makalio mlinzi akapagawa. Samahani, gari langu limeharibika hapo, naomba ukanisaidia kujua tatizo ni nini, huku akimchezeshea kifua. Mlinzi akalegea na kukubali. Obole wakaendelea kumtikisia makalio, alipoenda kumsaidia, dalali akaingia ndani na kufanikiwa kutoka na Obei, wakawa nakimbizana na taira na, na kufanikiwa kumtoroka. Bosi Prinsi akarudi kwa dalali na kumwomba msamaha wa oboro kwa yote yaliyomfanyia, na kumwomba tena wawe wapenzi na sio mfanyakazi tena. Oboro akakubali, na movie yetu inaishia hapo. Inaitwa expensive house helpers. Hilo, usisahau kusubscribe, ku like, kushea na comment chaneli yetu ya African Fix.